Lowassa, hebu tusaidie, maana tunasema haya mazungumzo, hebu tueleze chanzo chazo cha yote kwa katoka serikali swala la Richmond. Nini ukweli wa hilo jambo, kusika ulikusika ukusika uliolewa au ilikuwa ni zengo la kisiasa? Nini siri ya hilo jambo? Kwa Kiingereza wanaita a million dollar question <laughs> <laughs> Lakini jambo hili mimi nadhani linaeleweka nchini sasa limeeleweka nchini, ni jambo ambalo limeandikwa sana, limesemwa sana, na nadhani kulirudia rudia haifai. Mlichoandika mmeandika, mlichosema mmesema, lakini mimi nasema tunajifunza nini? Kwanza, imechukua wakubwa wawili wa Marekani, Hillary Clinton, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje na rais Obama kuja kuhakikishia Watanzania mitambo ile ni mizuri na salama, alisema the state of the art. Rais Obama na Hillary Clinton wamesema mitambo ile ni mizuri. Lakini la pili, tutajifunza kwa ubishi ule, imegharimu nchi yetu shilingi bilioni mia moja na ishirini ubishi ule. Na labda niseme moja ya mapendekezo yangu wakati kuyajadili ilikuwa ni kuvunja mkataba na, na Richmond Kwa hiyo nikaita wataalam wanaohusika, nikawambia maneno kwenye magazeti na hasa gazeti la Guardian siku ile yana maelezo anayesema hao hawa jamaa hawana fedha, kwa kwa hiyo angalieni wasiuingize mkenge. Nikawaita wataalam, nikamwita na mwanasheria mkuu. Nikamwambia There is this story, be careful. Lakini pamoja na hayo nikaweka kwa maandishi kwa mwanasheria mkuu ya wale wa wizara wa makatibu wakuu. Kulikuwa na government negotiating team, alikuwa anaiongeza Bwana Gray Mgonja, na wenyewe wakakutana chini ya katibu mkuu kiongozi. Baada ya kukutana, wakatoa uamuzi ambao sisi sinaje kujadili, uamuzi umepita, lakini nasema ubishi ule wa kisiasa umetugharimu dola milioni mia moja na ishirini, na ndio mheshimiwa ambao juzi bungeni Akasema, je, ni busara kutumia fedha zote zile kwa sababu mahakama ile imethibitisha kwamba mkataba ulikuwa sawa sawa, mambo yaliyofuata yalikuwa sawa sawa. Kwa nini nasema sihitaji kuijadili zaidi? Kwa sababu wakati ule litoa uzoefu, nilipotaka mkataba uvunjwe, nilikuwa nimetokea, nilikuwa kabla ya kuwa waziri mkuu, nilikuwa waziri wa maji na mifugo. Mnakumbuka wakati ule kwenye wizara ya maji na mifugo, tukawa na mgogoro na Sitewota kampuni ya Kiingereza iliyokuwa imeletwa kuwekeza kwenye mradi wa maji Dar es Salaam. Chini ya uongozi wa Rais Mkapa tukagundua kwamba hawa jamaa ni matapeli, watatuingiza kwenye mkenge. Lakini mkataba ulikuwa umesukwa kwa namna ambayo ni vigumu sana kuwatoa. Chini ya Rais Mkapa tukafanya vikao, nasema muda umeshapita. Tulifanya kikao saa 9 mchana, kungojea timing za benki ili tukipeleka statement pale ifungwe saa hiyo na tuchukua hatua tukachukua vilevile arrest warrant ya kumkamata yule mzungu wa City Water saa tisa mchana na kumpeleka airport apande apa, apa KLM tukafanya hivyo, serikali imefanya, kwa sababu tulijua hao watu kwenye miradi ya hii, mamiradi, miradi wanaochukua wajanja sana. Ungemkamata siku ile saa tisa angeenda mahakamani akapata court injunction, mmemkoma kwa mwaka mzima, na mradi ule ulikuwa ungetupa tabu, tungekwama kwenye uchaguzi tuvunje mkataba. Rafiki yangu mmoja na nakumbuka Lipumba alisema nimevunja mkataba, lakini itagharimu serikali pesa nyingi sana. Si kweli. Nilivunja mkataba ule, tukaenda mahakamani, tukawashinda, wakatulipa mabilioni ya pesa. So we are capable of kuvunja mkataba. Lakini ule wa Richmond sikuweza, kwa sababu mamlaka hayakuwa ya kwangu yote. Ishie kusema kwamba yamepita tumejifunza kwamba tusipokuwa waangalifu tutaumia, lakini nasosikitika it has taken Obama Hillary Clinton to come to this country to prove to Tanzanians that the equipment of Richmond is valid. Na mahakimu majaji wa IPC, majaji wa Kiingereza wakiwazungu, wametuthibitishia kwamba mkataba ulikuwa sawasawa hasa. Nasema yameandikwa mengi, yametosha. Tujifunze tu kwamba kama livyosema kwenye hotuba yangu Wakati wetu najiuzulu, agenda ikuwa Richmond, agenda ilikuwa waziri mkuu, ambao I was pleasant. Kuwaachia hapo hapo, pengine fafanua waziri mkuu kwa maana gani, nafasi ya waziri mkuu, nani alikuwa naitaka. Hilo swali nakuachia, waulize machumu. <laughs>